Hmm, ni, ni ni ni ni ni ni ni nikiripoti kutoka mkoani Kigoma wilayani Kasulu. Ni mimi wako Sanjay Doa na hii ni mtoto wa neema TV. Ofisi ya mkuu wa kambi kwa kushirikiana na shirika la mpango wa chakula duniani yani WFP Inawatangazia wakimbizi na waomba hifadhi wote jamii ya Kirundi na ya Kikongo kuwa kuna mabadiliko katika upokeaji wa chakula ambapo kila mtu ambaye yupo kwenye fomu ya ukimbizi anatakiwa kuwepo eneo la ugawaji kwa ajili ya uhakiki. Angalizo: Watoto wadogo au wanafunzi hawatahusika katika zoezi hili, wahudhurie masomo au shule kama kawaida. Kwa familia ambazo mmoja wa familia hiyo hataonekana eneo la ugawaji, hawatapata huduma mpaka mwanafamilia huyo aonekane. Kama mmoja wa familia ni mgonjwa, amefariki, au yupo gerezani, basi wanafamilia wanatakiwa kuja na uthibitisho wa jambo hilo, na ofisi ya MOHO MOHA itafanya uhakika wa taarifa husika. hmm. TV ni yetu sote, ni yetu sote hapa, ni yetu sote. Ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani.